Tengeneza maisha yetu ya dunia na maisha yetu ya akhira. Baada ya kuyasema hayo, leo hatusongi sana, ni salamu za Ijumaa <coughs> zilizokuwa zinasema kila mmoja ajitahidi asimdondoshe mke wake machozi. Hapa nikisema hivyo, nyoosheni mikono, nani na nani kamdondosha mke wake machozi? Utahesabu mara nyingi. Siku ya kwanza, bwana waifu alinifumania wazi wa unyama kabisa. Alilia hatari. Siku nyingine bwana nilimwambia namwacha, alilia hatari. Siku nyingine nilimpiga madamu hivi chapa chapa, alilia hatari. Umemliza mpaka sasa, kuna kitu kimebaki moyoni. Si dhambi wala si vibaya urudi ukamwambia mke wako, inshaallah, nafungua kurasa mpya tulipo kwaza, nakwazana mimi binadamu, na tusameane

Mabimi nimekua tu lakini kenge na mafunjo ni mtu anaubaini alamsifu ule mwanamke. Haya, wa Islamu wake zetu katika hali ya kuwapenda, siku hizi wamevamiwa na maradhi ya uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi au nje ya mfuko wa uzazi. Kuna dawa inaitwa muli ya saha, waitumie itawasaidia lakini changanyo pamoja na dawa inaitwa artikul na dawa inaitwa mamlu. Hizi tatu hizi, wanawake inshaallah, wenye matatizo ya uvimbe, periodi zinatoka muda wote au kohaa. Leo pia ukiondoka kwa Sheikh Othman, mnunulie mkeo zawadi hii hapa. Na wewe ulokuwa ndani ya online, utafutie mtoto wa watu dawa apone, na ni jukumu lako, mvisha unapovaa mlishi unapokula. Lakini pia wanawake wengine wanahangaika no na uzazi, anapata period vizuri, lakini hatuelewi, apate dawa inaitwa tu ya hormone in hormone in balance, lakini pia apate dawa inaitwa anjabat dawa ya kupevusha mayai inshaallah, ibakie kadhari yake Allah. Lakini pia baba, nawe mara nyingine unasumbuka na uzazi au unasumbuka na faragha za ndani ya nyumba Usikose dawa inaitwa dhaafu jinsia. Hii inaleta heshima nyumbani, lakini uchanganye na mti wa mshishu wa mbuzi, dawa inaitwa lkawigu lauba. Lakini pia upate la na dawa inaitwa mathna wa thulatha wa rubaa, na hasa kama unao au wake wawili watatu Habari yako kesho. Dawa hizi kila anaoa anunue, ambaye hajaoa mwiko, labda awe na tatizo, tunamtibu. siku moja nilimkuta mtu garage anakula dawa za kina baba na hata hajaoa ajaoa, nikamwambia ah, sasa hizi unazitumia ili moja pia. Ustadi, mimi sina ubaya, najiandaa hmm, nataka niwe na power hata akija mtu akinipiga mtama basi naichimba ardhi ya Mungu. Nkaambia hapana, usitumie vitu kama hivi, unaleta tashwishi. Lakini baba pia utumie dawa inayotoka urufu mbali, mafuta ya kondoo, kwa sababu ya fungus na kuchelewa kusafiri kwetu. Baba akipata dawa hizi tano, heshima ipo pamoja na kuwapenda wanawake na hayo mambo mengine yakaesawa. Hakuna cha kusema umri, ng'ombe haziweki maini, maradhi tu. Una sukari, una presha, una nini, au sawa sawa, eh? Lakini pia tuondoshe sumu mwilini mwetu. Dawa inaweza ikawa nzuri isikusaidie, tutumie dawa inaitwa hobobia. Lakini pia tuondoshe uzito weight. Uzito mwingi ni hatari, unaleta mambo ya kupooza kwa dawa inaitwa adau, ndani yake ina mea shimari na kupata choo vizuri, ichanganywe na dawa inaitwa asimari. Hizi dawa tatu hizi ni heko. <coughs> Lakini kuna ishu ya mwisho, maradhi ya yasaptjemahia mtu kupata shara kiharusi stroke, inawezekana amepozea chooni shauri ya mashatan au shauri ya presha ikianza kupanda mpaka mia mbili naona mdomo umeenda upande. Alhasi ni maradhi mabaya, maradhi ya kupooza. Maradhi haya Mungu atuepushie. Na Bwana ukipata maradhi ya kupooza, ndio mchezo umeisha. Tena kupitia jinsi hii ya heri, tumeombea Allah imamu wetu mmoja. Jana ananipigia simu, hali yake si nzuri, na anaambia, shekhi, naona kama nina dalili za kupooza maradhi haya si mazuri, nihimize tu watu kufanya hijama na gusatu letu lilitoa ofa ya kufanya chuku, lakini naona hatukumbushi, lakini watu wafanye tiba ya kapi, ni kinga ya kupooza. Wacha tugombane na huyu maskini wetu, lakini ukisha kaa ndani, una miguu tena, unaonekana mzigo. Alikuwepo shekhe sehemu fulani, ana wake wanne aliumia kweli kweli, alikuwa na mwili mkubwa, mimi nilikuwa mdogo namwona, lakini Dar es Salaam, yule mzee akapata maradhi ya kiharusi kawaita wake zake mwenyewe. Jamani, nakuta, lakini soamei ndio ishakuwa mgonjwa na sijui kama nitasimama leo. Baadhi ya wake fanya haraka, basi iandikie changu anaandika, ufikiri alikuwa katika hali gani? wengine akamwambia, tushakuwa watu wazima, twende wapi bwana, acha tule watoto. Akasema wale waliokubali kubakia. Unaona tu mtu kachoka, namwambia kitu ni ukali ka, we nao unaita sana bwana, maona maradhi haya tunaweza tukayafukuza kwa dawa ya steaming, tiba ya mvuke inaitwa menopause, lakini pia mishipa ile kuishtua kwa dawa iliyopewa jina la kupooza, lakini vitu kama menthol kafur vinasaidia kuchua, dawa zile za kuchua. Kuna dawa inaitwa ashalal, kuchua sehemu hii yote hii kila siku. Lakini pia kuna dawa kuweka sawa normal pressure na kuongeza nguvu, dawa hii inaitwa ulqum lakini pia kuna dawa muhimu saa nyingine ni Ibilis kacheza tu, na ni massage hii inaitwa tu saktatdimavia, kama mafuta kazuri haka akipaka mtu anaopoza, zile ganzi zinaondoka ondoka. Hatuna mengi kwa leo. Ni kituo cha Sunna Said Ali alihirahman kemisri yake Allah jalia kilichokuwepo nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, Buguruni, rozana kituo ambacho kinashughulika hasatan na mambo ya kanse, ushauri, almusamah alkarim na islah baina nas, lakini pia ni kituo kinashughulika na tib alashaba, tiba za mitishamba na arruqya alshariya, tiba kwa mujibu wa Sunna, kwa mujibu wa Quran na Mtume aliagiza, mpaka tunataja haya, si kidunia, kidumia ni kidini tadau au tadaa ya ibada llah faina llaha lam yazal illa fi dawa au kama kana Alayhi salatu wassalam. <laughs> Tutibiane, mtume katuagiza na kusoma neno yake mengi. Tumechukua sehemu ya maneno hayo kwamba lazima miongoni mwa sehemu zinazokali zinazokamilisha Uislamu Uislamu umerakizi juu ya mambo mawili, kilahu mambo mawili. Hawa hakuna kinachompita mwenzie, atibu wa ta'alim. Tiba na kusomesha. Mpaka wanawachuoni wanasema, ukikaa mji hakuna mwalimu, hama haraka sana. Ukikaa mji hakuna daktari, usikae sehemu hiyo, ondoka. Na wakasema ukimkosea adabu mwalimu vumilia ujinga uliokuwa nao, mwalimu aheshimiwe. Yakaadu mwalimu anya ya kuona rasuli, lakini pia ukimkosea adabu na nidhamu daktari, vumilia maradhi yako, dokta aheshimiwe, heshimakufu. Ndo maana watu wawili hawa katika jamii wanapewa hono, wanapewa respekti ya hali ya juu sana. Tamkuta mtu ni ana mambo yake haingiliki, lakini ataenda kutoa siri zake kwa mwalimu. Mwalimu, bwana mke wangu simwelewi, si hivi si hivi. Mwalimu wa kawaida hana pesa, lakini mtu atakuja pamoja na mke wake wasuluhishwe kwa mwalimu. Ni kuonesha mwalimu ana sekta kubwa katika jamii, na ndo maana wanawake tuna wivu nao, hasa vibinti. Unajua, binti saa nyingine anauma kuliko mke. Kibinti kikishaanza kwa mwalim akitoka nje ingia, lakini ukimpeleka darasani kwa mwalimu una tape. Hata mwalimu akikwambia kuna maulidi za usiku, akwambia hakuna neno mwalimu, waangalie tu sawa. E, wala una wasiwasi kwa? Fisi yawekagi na mbuzi ssaau, ni mwalimu salama, na unapata elimu na unapata elimu lakini na dokta anaaminiwa sana. Ana dokta he, mtu anaweza akaenda na mkewe ana anawii lakini, akifika pale dokta akamwambia Sheikh, mtoka sanje kidogo, msikilize daktari eh, mueleze kila kitu, japo haipendelewi sana. Funguka na, na, na, na daktari anaweza akakuambia kipindi hiki msishiriki tendo Mwanamke amefanyiwa amalia operation, mwanaume operesheni, mwanaume mwenzi wake amwambia usimguse miezi sita, na ukimsogelea tu kivua makoti kweli. Dokta akasemaje? Basi na unapiga simu, dokta ah, mwezi wa tatu vipi? Ah mali vipi? usisubutu mali. Haya, haya, hamna shida, hamna shida. Ameheshimika, ali aheshimika. E, dokta anaheshimika. Kwa hiyo watu wawili hawa tuwaenzi. Sasa njoeni hapa kwa Sheikh Othman, mtapata yote inshallah, mtapata taalimu, mtapata tiba. Na mkija hapa kuna faida mbili zitapatikana. Faida ya kwanza, kama Sheikh lenu mtakuwa mnaniunga mkono kwa njia moja ama nyingine, watu wanaanza kuwezeshana wenyewe nakuwaja mwislamu, hela yako baada ya kumletea Sheikh Othman, upeleke kwa mganga kienyeji, bwana ukakufurishwe huko bwana, eh, eh, lazima utizama, kimpelekea ndugu yangu katika imani ile, sadaka itafanya jambo. Hata akiendea maka isbudi tu, muislamu bado utakuwa nakuja juu, sawa eh? Kwa hiyo kitu kama hivyo lakini pia wasiokuwa waislamu nao nju wengi shala tutatenda kwa namba hizi hapa, ukiwa mbali tutakutumia, tutakusomea, tutakushauri, lakini pia kwa namba hizi hapa nyingine, lakini pia kwa namba hizi hapa nyingine, lakini pia kwa namba za mwisho hizi hapa nyingine, lakini pia,